7 EFM Dar es Salaam. Uwe, um. <laughs> <laughs> Kumbe umekubali mwenyewe kwa medula imetikisika. Amna. Sabe usianze kula maneno yako mwenyewe. Umesema alafu tuache hiyo shughuli tuendelee. Ni saa 8 hey, na dakika 30. <laughs> <lakini> Umelazimisha. Bora unalazimisha <laughs> vitu ambavyo hivi? Umesema mwenyewe. Tuendelee na mgeni. Hii nyimbo imesema kulogwa, mtu anataka kulogwa kwenye mapenzi. Haya. Hey. Ah, sasa na usika na mimi tena hapo. Um, maneno yangu mimi au ya maneno ya mwenye nyimbo. Umesema upo ulipo, umelogwa umenule, imetikisika <laughs> Jamani, huyo mwanamke wa shoka hapo studio, huyu uh -huh. Ni, ni Jeni wa Mbezi, ni kama mama yangu. Napo kuna kipindi nasoma, baba yangu alikuwa atoi msaada wote nyumbani, lakini mama yangu alipigana mpaka Mungu akamsaidia. Kazi yake kubwa ilikuwa ni kilimo, kilimo bangi eh? mm -hmm. Kilimo Ki bangi. Kilimo nini? Kilimo bangi bangi. mm -hmm. Hadi nani? Ah, basi, embu soma au labda kaandika vibaya. Yaani hiyo bangi ya nani? sio bangi Ah. E, ah, kilimo cha ah, bangili bangili ah eh, oh, ame- ame- ameshindwa kumalizia neno eh. Ila mimi nimesoma kilichoandikwa sasa, hajasema bangi, kilichoandikwa ni bangili <coughs> oh. Sasa utofauti ni kwamba je, ni mamako yako baba alikuepo alafu atoe msaada wote. Tofauti mm, na mtu ambaye mume amefariki amba hayupo, unajua akili inajua kabisa kwamba huyu mtu hayupo kabisa na. Yeah. Ni tofauti na mtu ambaye yupo na unajua yupo na ana hata, hata ukitaka kumtafuta unajua alipo saa hizi anakula bata kuna <laughs> yeah. Hi, eh yeah. Bwana miji tu, yani mjemedali inakausha yeah. Anakausha kabisa, ahudumii mtoto ahudumii familia, sema naye mkizidisha visirani mikali na anakausha, mikaushe, nakwambia. Sasa unakuwa unawakomoa watoto wewe, mkaushie mke wako au au mama wa watoto wako yeah. ila

tupo na DJ Timba katika mashine yake pale na eh, tuko na Junaitha naye tuko naye eh, Saidi eh, katika ku- ku ku, ku, ku eh, nini kufyotoa na kurekodi eh, kwa ajili ya YouTube we. Eh, sawa fiyotua. Tuko na Junaitha Pemba ni mwanamke wetu wa shoka tutakuja yes kuongea naye, lakini hivi sasa tumtafute Chogo ambaye uh, yupo kule salasala magengeni anazungumza uh, na Vodacom. Sasa hivi kuna promotion kubwa kabisa ya Vodacom attack ah na wako Kunduchi, wako Mbezi, wako Makongo Juu na Goba, kote uko unapatikana. Yote hayo kubwa ni wewe kutembea na kitambulisho chako popote uendapo, na unapata urahisi wa kupata laini yako bure, na unasajiliwa moja kwa moja na huduma ya Mpawa. Huduma ya Mpawa ni ni banking kupitia simu yako ya mkononi, unakuwa unahifadhi pesa kuanzia shilingi mia moja na kuendelea, ambayo inakuwezesha wewe kuweza hata kukopa pesa mpaka kuanzia laki tano na kuendelea unaweza kushinda, unaambiwa weka, weka pesa, kopa shinda mamilioni kupitia Empower ya Vodacom. Hola, yeah. Mpaka tisa ya alasiri, na leo ni Alhamisi ya mwanamke wa shoka Kweka. Lakini tuna, tuna, tunaambia na mengi yanayohusiana na maisha pamoja na harakati mbalimbali mbali za kuweza kujikomboa eh, kiuchumi na kujitegemea. Maana kujitegemea unaanza kujitegemea kifikra kwanza eh. uh-huh. eh. Eh. kujitegemea shughuli nyingine, umri mkubwa unakaa kwa baba na mama, hata ukitokea bahati mbaya umebanja tu unabanja banja tu huko eh, utafuta mibanja unaweza, lakini kutafuta hela <laughs> kwenda kujitegemea kaa uwezi, unakaa kaa tu <laughs> unasimango <laughs> lakini umo tundoa hivyo ndo mtoke makwenu eh. Mbeleko. mm -hmm. Sasa tuongelee watoto, maana mgeni wetu Bi Junaitha Pemba ni mama wa watoto wawili. mbeleko mbeleko mbeleko, ni single mother eh? wakati ule alikuwa anakuambia nalea mwenyewe, ukaa unabishana, akakuambia ah, na lea mwenyewe. Sasa hebu tuambie, mama wa watoto wawili, Bi Junaitha <daughter> Mapambano yako je, malezi ya watoto peke yako? ah, ni mtihani uh -huh. mm -hmm. ni mtihani kwa kweli, kulea watoto ambao hawana baba. mm -hmm. eh, kwa sababu unakuwa huko mwenyewe, kila kitu kinakuhitaji, mahitaji yote, uh -huh. ni wewe mwenyewe. We, watoto wako ni wawili. mm -hmm. labda tuambie kwa majina na umri. Abdul Wahab ana miaka kumi na mbili wa kwanza eh, e, wa kwanza. mm -hmm. Wa pili Haula ana miaka kumi. Mdada, mdada, lakini mwezi ujao anatimia miaka kumi na moja. Okay. Unalea watoto hao peke yako kivipi? Kwa nini? Sina msaada. Baba yao yuko wapi? Baba yao, baba yao amefariki. Okay. mm. Ni baba ambaye mlikuwa mke na mume. Familia. Familia, yes. Lakini akafariki yu... ni miaka mingapi sasa? miaka sita Okay. Watoto wanakuwa bado wadogo. Wadogo. Kama hao aliachwa na miaka minne. Ambaye ndo ana miaka 10 na kumina... Sasa hivi an, mwaka anatim... na mwezi wa kumi anatimia 11. 11. Huyu wa 10 mm. na wa 12 kumina... mwakani ndo anatimia miaka 13. Okay. Kwa hiyo ina maana kipindi cha miaka sita yote, mm. ikabidi sasa usimame ujue sasa ndo niko mwenyewe mm -hmm. na watoto ni pambane. Mm -hmm. Na hivi ukifiwa na mume mpaka uolewe tena ndo unatambulika kwa wewe si mjane tena u... Sasa hivi hatuwezi kukutambua kama mjane tena. Sio maana yake. Ni mjane? Mjane. Ujapata baba wa kambo hapa katikati. Anataka kulea watoto. Yupo. Eh. Kwa hiyo yupo baba wa kambo, hatujafunga mm. ndoa. Kwa kwa kwa mwanamke ambaye umefiwa na mume, mm. picha ilikuwaje wakati ule? mm. Nilikuwa na wakati mgumu sana, lakini nilikuwa yani ninaweza nikaamka usiku nikaanza kulia, nikasema hivi, nitaweza mm. kulea watoto wangu mwenyewe lakini namshukuru Mwenyezi Mungu amenipa nguvu, amenipa subira. Mm. na leo watoto wangu. Okay. Mm. Kila kitu chakula, malazi, shule ni mimi mwenyewe, sina msaada wa ndugu yoyote zaidi ya mimi mwenyewe, lakini mume si alikuwa na ndugu jamaa, maana kuna wakati mwingine unaweza ukasaidiwa na wandugu za mume, labda upande ule, kwa sababu kuna watoto tukusaidie, amna, um, kitu kama hicho. Hakukua na kitu kama hicho mm. Ni wewe mwenyewe kuanzia mm. sifuri. Mm. Lakini sasa hivi watoto wamekuwa wamekuwa kama mm. Haula anaingia darasa la tano. Mm. Na Abdul ndiye anaingia darasa la tano. Ni, ni nguvu gani ambayo ilikuwa inakupa? Yaani kitu gani ya kilikuwa kinakupa nguvu? Ulikuwa unapata ujasiri gani? Kuna mwingine labda leo anapitia same kitu ambacho ulipitia miaka sita. Mm. Unaweza kumwambia nini? Ah mimi mimi ninachojaribu kumshauri mwanamke mwenzangu mm. ni kupambana tu mm. sio kukata tamaa biashara ziko nyingi sana za kufanya mm kuwa mbunifu. mm -hmm. mm -hmm. Okay, haya. mm -hmm. Hapa tunaongea na mama ambaye yeye alipoteza mume, maana kuna wengine wametelekezwa. Unajua ku mume kufariki ni tofauti na mtu ambaye mmezaa watoto akaingia mitini. Ni vitu viwili tofauti, yaani unamsikia yuko si mtaa gani huko yeah. yuko siu wapi, mm -hmm. yuko yuko na mwanamke mwingine, yuko wapi, ile picha inakuwa ni tofauti sana na mwanaume ambaye amefariki akakuacha na watoto. Sawa, tuko kwenye mbeleko, tutakuja na DJ Timba fanye yake alafu tuje kwenye zile funguka za hapa na pale, kama unakuwa una swali hapa hapa mbona. Lakini ile inanifanyaga hivyo yaani, mwenyewe nikiangalia vidakika vyangu nishavihesabia naona kama vimeenda. Alafu basi, okay, Modi unasema unatoa pongezi kwa dada kwa kujishughulisha na kupambana na ninawasi wanawake wengine kuweza kuwa wanafata nyayo kuliko kukaa kaa tu bure majumbani e, bila kujishughulisha. Nako huwa kuna chosha na kujishughulisha. Hao wanaokaa kaa bure kwa lalama hao, eh, hao wanalawama sana. Kwa nini kwa lalama? Mmm, hata kipiga rungu lake likali ndio chelewa chelewa basi, anavolalamika hao, ndio ndio hao. Utasikia wanaume siku hizi, kuna wanaume. Kwa nini? Okay, wewe usiwe mara ya mwisho kirungu lile

Mwanamke wa, wa shoka. Kanga, kanga. Kanga. Jamani, tupo kwenye kanga hivi sasa na tupo na mgeni wetu Junaitha Pemba. Ni mwanamke wa shoka ambaye yeye anajishughulisha na biashara ya bidhaa asilia hasa za uso, uso. mm, mm, mm. Na wanasema wakati mwingine tatizo linaweza kuwa fursa, yani tatizo fulani Uh, likakusumbua mm, kwa muda na baadaye ukapata suluhisho, ile suluhisho unaweza ukalitumia kusaidia watu wengine kibiashara, lakini ni wakati huo huo ni kama unatoa huduma unatoa huduma, unatengeneza pesa mm -hmm. So, umeona bwana, kwa hiyo bibi huyo alivyoona amehangaika na chunusi chunusi miaka mingi, anakwambia hadi Nairobi alifika kutibu uso ah, mm -hmm. Hakufanikiwa lakini akaja kutibiwa na kitu kidogo ambacho taka kukidhania, hapo ndipo nah. eh, alipoona kwamba hii ni biashara, kwa nini sifanye? Na wanawake wengi wanahangaika na dawa za machunusi hmm. Kwa hiyo ulikuwa na kichunusi au ulikuwa na machunusi machunusi, ulikuwa na machunusi mengi sana aisee, pole sana, yaani mm -hmm. Ukiingia kwenye peji yangu Instagram, yeah, utaona yeah. Aise na posti ana posta sawa. Tuneni kwenye kanga, karibu katika kanga hunu ule wakati ambao wewe unajifahamu kanga vizuri tu. Jamani wale mawakala ambao mliniahidi mwisho wa mwezi hey. leo <laughs> <Dr. Rengar. laughs> hey, ah, ni tarehe 10 tarehe 10, wa wale wa kanga eh, makini kwamba mwisho wa mwezi, basi sawa, ila ni mwisho wa mwezi ni huu tarehe nane ndio hii tunataka karibia hey, kanga mpya tunataka tunatoe kanga mpya, shindano jipya linakuja sasa. Kama hukuonyesha uaminifu, sijui tutakusaidiaje? Karibu katika kanga, Junaitha. naam kwanza umependeza, umependeza. Asante. Umepiga batiki hilo, na sio kanga. hizi naziuza, hizi sana. Unaziuza? E, nzuri sana asante. Kumbe kazi ya mikono yako bado inaendelea kuwa nzuri. Yeah. Aha, hebu tuizungumzie kanga sasa kivile ambavyo wewe unaifahamu nime, ume- nimesikia hapa wewe ni Mzanzibari upande wa Unguja mm, mambo yetu ya kanga ndiyo. Yatakuepo, hebu niambie vile ambavyo wewe unaifahamu kanga sasa. kanga mimi naifahamu kama kanga, mm, nilikuwa naona marehemu bibi yangu alikuwa anasalia, alikuwa na kanga nyingi sana. Mm, e, sana alikuwa na kanga, naijua kama kanga. Enzi ya usichana wangu nilikuwa navaa kanga mm. Lakini sasa hivi nimekuwa mdada mm. Kanga hainitoshi. Ay, maumbile, maumbile ya <laughs> <laughs> unavaa kitenge na mm -hmm. Mm -hmm. Na ukisha kuja kuwa mama utavaa shuka kanga haizunguki. <laughs> <laughs> Siku hizi zamani kanga zilikuwa zinatoka kubwa, kubwa lakini sasa hivi kanga kidogo wanazibania kwao, hainitoshi. Okay. Jamani nyinyi ambao mnatengeneza hizo kanga, kuna wengine tumejaliwa maumbile makubwa. Ah, ah, tuache wewe wewe. Unajua mimi mwenye siku hizi yanitoshi, leo nimejaribu kuvaa. Wewe Mungu anakuona wewe, Mungu ape Mungu wewe Mungu anakuona leo <laughs> <laughs> <laughs> nilikuwa navaa kanga asubuhi ya mimi. Bado unang'ang'ania wewe kweli, kiboko mama akanambia si uvae so vitenge, kanga zishakuwa zikutoshi <whazai -tele> umemshirikisha dimi mkubwa wako <laughs> Mungu anakuona we Sofia, mogope Mungu, Mungu wewe. Kiukweli jamani, kanga za sasa ni ndogo, mpaka wengine anakimbia kanga za Mombasa. Jamani, mnaotengeneza kanga ongezeni kidogo, kuna watu tumejaliwa. mm. Junaitha watu na mashepu yao mjini hapa <laughs> kanga zitoshi, kanga zina maandishi, kanga zina maua. kitu gani kinakuvutia katika kanga? Napendaga majina. Majina kuna ya jina ya moja ambalo na, linanivutia akufaae kwa dhiki, e, rafiki. Rafiki. So, e. Mimi naamini kwamba mtu ambaye ukiwa naye kwenye matatizo mm -hmm. Akiwa nawe bega kwa bega, huyo ni rafiki yako wa milele, naamini hivyo. Usiwe naye tu kwenye raha mm -hmm. Uwe naye kwenye shida mm -hmm. mm -hmm. Napenda na nyimbo ya sabaha, sabaha sana

ila sio mimi, ngoja nikwambie. Unajua, unajua ishu eh? si, ishu si maumbile eh. Ishu si kuwa na ooo a hata eh. Ule ukutanuka, unajua, ukishapata mtoto una mwili wa mwanamke unatanuka. Kanga za siku hizi hata ha. Wanaume nahisi hawafungi hivi, zinawatosha kweli wanaume, zinatutosha tutie katika hiyo kutanuka, si atutanukage. Ni ndogo kweli, vidogo ongereni, au umetanuka? <laughs> <We. laughs> 93.7 EFM Dar es Salaam. Junaitha, Naam. Tuendelee na, na maongezi yetu, hii ni saa ya mwisho mwisho, ambao ina inakimbia ina spidi hatari ina <coughs> <coughs> <coughs> hii so sasa hivi ni funguka, na tungependa tufunguke sisi hapa studio na wewe vilevile, maswali mawili matatu kupitia 7995812 au Uh, funguka kutoka mtaani kwa swali lolote ambalo wangetaka kujua kutoka kwako. Mimi napenda nifahamu mwanzo ulituelezea wakati namna ulivyoanza biashara yako. Hebu tuelezeni nini na nini hasa unafanya. Mimi nauza mafuta ya nywele mm -hmm. ya Chantel ambao wale watu wa, wa, hawaoti vipara. Mimi hawa na, na, na, wana, wa, wana vipara hawaotagi nywele Ehe. Kwa hiyo tunayo hayo mafuta Vyawana vyawana vipara vya wanaume na wana vile vya wanawake <coughs> wanaonyonyoka <coughs> nywele <coughs> <coughs> <coughs> tuna mawese body <coughs> <coughs> <coughs> <kawa> <coughs> <coughs> cream mm. tunayo hayo mafuta <coughs> <coughs> yeah yanasaidia yeah. sana ni mazuri mno mimi mwenyewe nywele zangu za huku mbele, nitakuletea nitakuletea, usijali, zinazonyonyoka ambao hmm, watu wenye vipara, e, vipara hazioti zinaota, zinaota lakini inachukua ina muda kama, kama miezi sita. Ehe. Ehe. Unakuwa, unapaka tu unapaka kila tu, siku kimeanza kujaa nywele Uh-huh. Na tuna mawese body cream. Hiyo uh-huh. Mawese body cream kwa wale ambao walioharibika ngozi kwa kutumia makrimi makali. He, ndio ulisema kuna dada anatengeneza. Anatengeneza anaitwa Eva. Mkaunganisha nguvu pale? Eh, tumeunga yani, tu, mimi ni kama wakala lakini yeye ni mtengenezaji. Okay. Lakini kiukweli kama mimi nimemtangaza zaidi. Uh-huh. Eh, sasa hii mawese ielezee, ni kwa wale ambao wameharibika ngozi mm -hmm. Ambao wamechubuka wame yani, kuna wale, wale ambao wanapataga ile huku weusi pembeni soni ya uso ehe, inasaidia ehe, inasaidia sana kurudisha ngozi, hata kwa mtu ambaye wa kawaida kama ye Dina, upendagi kujipaka cream nini mm. unaweza ukatumia mawese, inakuwa ngozi ni ya kawaida tu mm. mawese eh, ni kama loshen Aina ile rangi rangi ya mawese mawese a uh a -uh, utaiona iko kwenye peji yangu uh -huh. eh, ni ya njano lakini sio njano ya mawese mm. Njano. Njano. Ah, ah, ata, sio <laughs> eh, kwa sababu imetengenezwa ni lotion. <laughs> okay. Eh, uh -huh. Na ni asili. Eh, na tuna, kuna moisturizer. Moisturizer ni kwa ajili ya ambao waliochanika kwa cream, waliopata -hmm. walopata stretch mark kwa ajili ya uzazi. Uh -huh. eh, pia nayo tunayo. Na inasaidia e, ni asili. Alafu tuna sabuni za asili, tuna mawese, tuna ubuyu, tuna manjano niliwa, liwa, vitu vyote vya asili. Na kuna singo mm. Singo ni kwa ajili ya mabiharusi mm. Au kama kwetu Zanzibar, sisi lazima mwanaume msinge, eh, una msinga bwana, pia tunauza. Ijumaa tunauza hizo mm. Singo Ijumaa tu? Ile ya msikitini e, Hina, au bwana harusi akiwa anajiandaa anaji kwa kuoa, kwa hiyo mm. wanaosinga ni wale watoto wa shangazi mm. eh, eh, wanamsinga kwa hiyo <laughs> eh. eh. tuna mwarisingo mm. tuna na liwa Japanese mm. liwa ni kwa ajili ya watu ambao wanatoka mafuta usoni sana mm. na udongo liwa mm hizo -hmm. eh, ni product zangu zote, asili. Kwa nini asili? Ujamaa kuchukua vile ambavyo ni vikali A -a. Kwa sababu nimeona vitu vikali vinaharibu vina haribu sana ngozi. Mm. E, yeah, yeah, yeah. Nimeona watu wanaharibika, si wanakuja kwangu kufata mawese mm. kwa sababu wameharibika na vitu vikali mm. wanakwambia tumetumia vitu fulani vimechanganywa tumeharibika, hiyo inabidi umpatie mawese aanze kujitibu no. Anakuja mtu amebabuka kweli kweli mm. Yaani tunao wengi tu, na nahisi unapata wateja wengi kwa sababu wanawake wa Tanzania bwana wengi wamejichubua, sana kwa kweli. wengi hawajapendeza, wameharibika ni kweli, katika asilimia labda 90 utakuta mbili ndio mkorogo umewakubali. Ndio, ni kweli. Lakini wengi wameharibika, haribika, haribika, haribika sana. kama hajaribika miguu mikono, yes. Tamaswa na wengi wanakuja na wengi wamekuja wameharibika miguu eh, na mikono nakuwa na rangi mbili Sama. 93.7 EFM Dar es Salaam hai, tumesalia na dakika saba. E, Time ya mwisho ya uhondo. Mimi kiukweli ukweli nita, nitachukua nita hiyo Chantel nipate kukuza hizi nywele zangu yaani well, Shante. Yani Shantel Shantel, no, dawa ya, ya vipara. Wewe kama ukipara kimeanza au eh uh, una eh, sawa tutumie hiyo Shantel. Wewe unataka ukata? Hapana, wewe ndio unaenda <laughs> uwe, ile itabidi ukae miezi sita ndio nywele zote kwa uwe na uwe ah, kuondoa uzee na kuleta ujana, yani kama nywele zinamvi nini Amna. <laughs> um, Amna. Ila Shantel nafanya nywele zinakuwa nyeusi. Eh Shantel. Mm. Basawa. Mm. Tutulie ha, hai, hebu tuone kuna maswali gani katika funguka. Ha, Pemba hapo studio ni kweli alibadilisha jina kwa sababu ya kupata mwanaume mwenye hela na leo muoa eh. Hmm? Eh, eh, eh, eh jina jina gani? Sio, hapana, na majina mawili Jennifer na Junaitha Mm -hmm. Na yamekuja kwa sababu mama Muislamu, baba Mkristo. mm -hmm. Kwa hiyo mama alinipa jina la Junaitha. mm -hmm. Na ndo birth certificate yangu ni Junaitha la Kiislamu, no? mm -hmm. Baba alinipa Jenifa. mm -hmm. Eh, lakini jina ambalo unalitumia sana sasa hivi ni Junaitha, Junaitha. Kwa sababu vitambulisho vyangu vyote ni Junaitha, nazungumzia na yani cheti cha kuzaliwa yeah. Kina jina la Junaitha, niende nacho hicho na na jakipemba ya ndugu yako eh? Eh, baba mmoja tumeshia baba eh, eh. Okay ah. Ya kipemba, Junaitha Pemba uh, okay. Mm. Eh, ya kipemba <laughs> <laughs> usinyukaanza yako hapa <laughs> leo tuko na Junaitha. Tutamtafuta tamtafuta jakipemba siku nyingine nyingine <laughs> hivyo <Ha, yeah. laughs> dada wengi wanafanya biashara ambazo zinafanana, kama wakifanya ubunifu ni wachache sana ambao wanaleta kitu tofauti. Kuna kitu anataka nimuulize dada Junaitha hapo studio. Hivi vipodozi, dawa za ngozi, sasa hivi kila mtu anafanya. Yeye yeah, yeah, ana kitu gani cha tofauti na wenzie? Nimemsikia vipodozi, naona kama sisi ndo tulikuwa tumeanzaanza. Nye, ni watu wa mwanzo. Hey, wa mwanzo mwanzo mwanzomwanzo ndio sasa hivi watu wengi na wao pia wamejishughulisha na hivyo lakini, haijalishi kwa sababu kila kila mtu riski yake iko kwa Mwenyezi mm. Mungu. Huwezi wewe mm. kumpangia mtu asiuze hichi asiuze hichi kwa, kwa sababu eti mimi nimeanza, no, no, no. Na ndio maana mm. nauza batiki mm. nauza pilipili nauza ubuyu mm. nauza vitu vingi, ukiingia kwenye peji yangu vyote utaviona. abo41 mi dada Junaitha, kusema ukweli yaani namfahamu namfahamu sana. Kuna kakiswali kamu kauzusha, nataka nimuulize lile beef yake ikipilikia na Johan limeisha au inaendelea? Nikimaanisha director Johan ana walikuwa anahusiana sana vijana sta, kila mtu anamwambia wenzie anauza bidhaa feki. Sasa dada Junaitha anaomba niweke uwazi kuhusu jambo hili. Ha. Ha. Mwana jambo hili <coughs> o... hmm. Kwanza dada, naomba nikurekebishe, sijawai kugombana na director John hmm. hata siku moja sisi, ni marafiki wakubwa sana na tunasaidiana sana tu hmm. ni zaidi hmm. okay. e, ya ndugu mi na John, nadhani mmetafsiri vibaya. Kuna mambo mengi sana sana wanaweza kuundia kukut akaunti hey. wakaanza kukutukana bila sababu, na wanaweza kutengeneza beef la hey, watu wawili, yes mm. Kwa hiyo mimi sina ugomvi na director kabisa, hata siku moja, ni sisi zaidi ya ndugu, kweli yeah, kabisa kabisa, yani hatujawahi kugombana mimi na Joan um, kupitia mitandao ya kijamii na hata biashara zake kuna kitu nataka nijue kutoka kwake. Hizi bidhaa ambazo anaziuza yeye, anaenda kutoa oda kiwandani au ananunua na yeye reja reja? Na je, ni kweli hizi bidhaa zinatoka kwenye nchi ambazo huwa anazisema? hizi hi, hi bidhaa zinatoka hapa hapa da ambazo sabuni za chunusi ndo nanunua, yani kwa kutoka nje lakini eh, Chantale, mm. Ziko hapa nanunua jumla, ni kama wakala na mawese nanunua jumla. mm. Ile sabuni ndio ulisema inatoka Dubai. Dubai. Na mtu ambaye aliku introduce na alikuwa ametoka nayo huko, ehe, ndo analeta vitu hapa, mm. Ni vitu vingi sana, sabuni nyingi sana nanunua kwake za asili. Wenye chunusi, wenye matatizo ya ngozi kubabuka na mkorogo, watajie namna wanavyokupata. Mimi namba yangu ya simu ni 0714 29 29 29 na pia napatikana Instagram kwa jina la Junaitha. Okay. Mm -hmm. Hai naitwa Dina Marios nilikuwa nawe katika Mwanamke wa Shoka Lamisi leo na Swebe Santana hapo. Yeah. Labda, Junaitha, tumaliziane na neno ambalo unataka kumwambia mwanamke hasa, wewe we ni mtoto wa mjini <laughs> hasa wa <watawani>. town. <laughs> e. Unamwambiaje? Ah, mimi ninachojaribu kuambia wasichana, wadada wa wenzangu na wasichana mm. ni kujituma tu sasa hivi. Hakuna mm. mwanamke tegemezi. Mm. Lazima ujitume. Mabuzi. Hamna kitu kinaitwa mabuzi. Waambie Hakuna kitu kinaitwa mabuzi. Mm. Yaani pambana. Yeah. Mm, kuna vitu vingi sana vya kufanya, wanasubiri kuhongwa kukopla,